Hao unawafahamu vijana hao ambao mimi sana mm. hapo? Huyu mwingine huyu wa kiume huyu, huyu mm. sura yake kidogo ngenigeni. Lakini huyu binti namjua. Yeah. Ni binti wa hapa hapa mtaani. Mm. Na babake ni inanili tu huyu mkubwa, ni sija tankataja huko nikasumbuka jamani. Huyu mm. binti huyu mm. hapo. Na hata jina lake namjua, sema tu nalihifadhi sababu ni masuala ya media ni na mimi nkakaa semba. Ndio, jamani mbona sielewi, ni basi Amau mambo vipi, ndugu mtazamaji wa Eko TV? Ni siku nyingine tumekutana na mwanadada ambaye, kama ulifuatilia vyema, basi nadhani uliweza kushuhudia. Ni dada ambaye anasemekana ni mtoto wa shehe ambaye aliweza kunasiana na kijana wakati wa mwezi mtukufu ama mwezi wa Ramadhani. Sasa leo tumekaa naye kwa sababu kutokea siku ile jambo lile lilivyotokea, inasemekana ya kwamba anapitia changamoto kubwa sana katika maisha yake, hasa kutokana na uhalisia ambao tuliweza kuona. Maana tulishuhudia hata baadhi ya majirani wakiweza kuwa wamejaa mlangoni kwa ajili ya kuweza kutaka kuwadhuru. Sasa wewe unadhani baada ya pale mwanadada kama huyo ataishi vipi, hata kama ameweza kufanikiwa kuweza kunasuliwa na, na mtaalamu sasa Leo bana ametuita kwa sababu anasema anapitia changamoto nyingi sana kwenye maisha yake, kutokea siku ile. Eh bana, kwanza niweze kukusalimu, mambo vipi? Poa? zatoka siku ile, unaendeleaje? mm, kikweli namshukuru Mungu lakini. <laughs> Kwanza ningependa kufahamu kuhusiana na hali yako kwa sasa. Vipi tokea siku ile muweze kunasuliwa, vipi hali yako, unaendeleaje? amna maumivu yoyote ama Kiukweli kuna maumivu kwa mbali, lakini namshukuru Mungu, naendelea vizuri <coughs> unaonekana kwamba umepoa ume, labda ni sababu ni nini? Yani tokea siku ile jambo lile liweze kutokea, maisha yako yapoje ama vipi? Kuhusiana na marafiki zako vipi? Kuhusiana na watu wako wa karibu, maisha yako yapoje? Au changamoto zipi ambazo unakutana nazo? Kiukweli hata <coughs> sijui niongee vipi maana hata nikikumbuka lile tukio, yani sikutegemea kama litakuja kutokea vile, sikutegemea kama nitakuja kuaibika. Yaani changamoto nazotupitia ni nyingi sana, maana muda mwingine naweza nikakaa kama hivi niko mwenyewe, yaani nakuwa kama akili yangu yani, kama ime ina yani sijui hata niongeaje upande labda wa changamoto hizo ambazo unasema unapitia wapo watu ambao wanakusapoti katika hilo jambo mm, kiukweli hakuna hakuna mtu anayenisapoti. Ni mtiani kweli, naopitia ni mtiani mkubwa sana, maana mfumo wangu wa maisha sasa hivi naoishi ni tofauti na mwanzo. Marafiki zako vipi upande huo? marafiki zangu hakuna anayenishauri chochote yani, hakuna anayenishauri nifanye kipi, kwa sababu kama wamenitenga muda mwingine eza nikakaa ndani lakini hakuna anajua kama mi niko ndani, ka kimya siku mbili siku tatu, sili sifanyi chochote yaani nakuwa naumia, nafikiri ile tukio lililotokea, siutegemea kama nitakuja kutokea vile Naam. nadhani na tunafahamu ya kwamba baba yako ni shehe ambayo kama mjumbe alivyosema ni shehe mkubwa tu katika eneo lenu no. Hili sasa, vipi vipi upande wa baba yako, yeye kalipokea vipi hilo swala? Ah. <coughs> Yani, kiukweli mzee hataki hata kunisikia. Siku kwanza alivyoambiwa tu ile taarifa kuamini kwanza kwa yani, kuamini kama mimi nitakuja kufanya ile tukio. <coughs> We, unaishi na wazazi wako au unaishi peke yako? Mi naishi na wazazi wangu, babangu ni shehe <coughs> baada ya yeye kusikia kusikia ile taarifa alichukua uamuzi gani? Alinifukuza, yani alinifukuza, kwa sababu alikuwa ana jaziba sana, yaani ana hasira kiasi kwamba nilimpelekea, yani kufunga hiyo siku akufunga, nilimpa hasira sana, alichukia, yani alinifukuza kabisa, hataki hata kuniona mpaka muda huu unapokuambia. Kwa hiyo unachomaanisha, una sasahivi unaishi wapi? Kama aliweza kukufukuza, sasahivi unaishi wapi? Kuna rafiki yangu mmoja amenihifadhi kwa muda, mpaka ili jambo litakapokaa sawa nitarudi nyumbani. Pole sana kwa matatizo ambayo unayapitia hivi sasa. Na vipi upande wa yule mwanaume ambaye uliweza kunasiana naye, kuna sapoti na yoyote ambaye anakupa au yeye pia maisha yake yanaendeleaje? au baada ya pale uweze uliwahi kuwasiliana naye? kwa sababu i, kwa mbali tulisikia kwamba bado unampenda sasa. Vipi yule mwanaume, bado mawasiliano mpo naye? Yule kaka kwa sasa hivi nime nime stop kwanza mahusiano naye, kwa sababu naona amenisababishia mitihani mingi sana. Kwanza akuniambia kama alikuwa na mtu wake huko na mambo ya kishiriki hivyo, na mimi nilikasirika, kwa sababu ni aibu, tulipata aibu, sio mimi peke yangu, hata yeye pia, ni aibu mtaani. Mjumbe mwenyewe amesema kwanza hataki kumwona, kwa hiyo nimemwambia stop kwanza, niweke mambo yangu sawa, alafu ndo tutakapojua na kuhusu mahusiano naye sio sana kivile, nina yani kikweli, sijui hata ya nielezeje, yani nashindwa ti jinsi ya kueleza. Jambo kama lile lilotokea limekuathiri vipi? Yaani limekuondolea mambo gani ambayo sasa hivi unashindwa kufanya? Yaani nikimaanisha ya kwamba labda kama ulikuwa na kazi, kutokana na jambo lilotokea umeshindwa kufanya, au labda ulikuwa na mikakati fulani, labda ime, ime, ime, ime, kupitia jambo lilotokea, sasa hivi unashindwa kufanya. Wewe imekuathiri vipi? Labda mimi imeniathiri pakubwa sana, kwa sababu mwanzoni nilikuwa nakaa hivi labda na marafiki zangu nje kama mda huu, lakini kwangu mimi mda huu ni kama kiza kwangu. Yani kiza, ukishafika usiku ndio kwangu mchana, natoka nje labda nakaa naponga upepo. Yaani nakuwa siwezi kutoka nje kujiachia kama mwanzo, kupita hivi, naona nikipita nachekwa. Naona naitia hebu familia yangu, kwa hiyo imenipa kubwa kwa baada ya tukio lile liweze kutokea ama limeweza kutokea tokea kipindi kile, maana tulishuhudia baadhi ya majirani ambao walivyoweza kujaa mlangoni na kuweza kutaka kuweza kuadhuru, kutokana na jambo ambalo mmeweza kulitenda katika mwezi mtukufu. Na bila mjumbe, basi tungeweza kuongea mengine hapa hivi leo. Je, vipi sasa unaishi vipi na majirani? Au sasa hivi majirani wanafanya mambo gani, kama kuna mambo mabaya au mambo mazuri? Au maisha yako na majirani yapo vipi sasa hivi? Unajua ndugu mtangazaji, majirani zangu yani sijui hata niongeaje, kwa sababu hata ile siku ile ile tukio ilivyotokea, yani baada ya kusaidiwa mambo ya mganga nini, vitu vikakaa sawa, muda baada ya kwenda. Maana mganga alitupa masharti tu kae baada ya masaa ah, nimesahau tutoke nje koo baada ya kutoka nje, kiukweli majirani walikuwa wametupania sana, kwa sababu waliona kama tumezalilisha mtaa, pia kwa upande wangu nimemzalilisha babangu, familia yangu na msikiti kiujumla. Kwa hiyo watu wengine mpaka walitaka kutupiga mawe, kutuua kabisa, lakini kulikuwa kuna mashehe wengine walitusaidia, wakatupa msaada, hivyo tukafika majumbani kwetu, lakini majirani wengine kiukweli kwa upande wangu mimi wananichukulia vibaya sana, awanipendi, yani hawataka hata kuniona. Kiukweli pole sana. Na katika upande wa mahusiano, sasahivi akili yako katika mahusiano ipo vipi? Bado uko tayari kuingia tena katika mahusiano au tayari unayaogopa, atakuwa katika mahusiano? Kiukweli naogopa mahusiano, kwangu mimi sasa hivi yamekuwa ni kama adui kwangu, ni kama paka na panya, kwa sababu nikifikiria mahusiano yangu ya mwishoni ilitokea hivi, je, hii sasa hivi itakuwaje? Kwa hiyo akili yangu kama imeaffecti, kama nilivyosema mwanzo kwa mahusiano sasa hivi hapana, kwa sababu tunajua ni mwezi wa Ramadhani huu, kuna kwa lazima kwao, hataki kufanya matendo kama haya, nitasubiri tu mpaka Ramadhani ishe, kwa lazima ishe ndio nitakapojua kwamba kuna mahusiano mengine nitaendeleza au bado nitasubiri kwanza. Katika neno hilo lotamka mwezi wa Ramadhani na mwezi wa kufunga, vipi wewe kwa upande wako sasa hivi, tokea jambo lile lilivyotokea, je, umefunga na kama umefunga au hujafunga, pia naomba uniweze uweze kunifahamisha, katika misingi ya dini umechukua hatua gani baada ya kutenda jambo kama lile, kwa sababu tunajua wewe ni mtoto wa shehe, lazima kuna misingi ya dini ambayo mnafuatisha na mmeisimamia, lakini kuna mambo ambayo ulikiuka na kuweza kufanya wakati wa mwezi mtukufu. Wewe vipi? Kwanza tuanze na upande, umefunga au hujafunga? Mimi nimefunga. Uh, sasa hivi tokea kipindi kile jambo lile liliweza ule, kutokea kuna, ule, kuna mambo yoyote ambayo hatua yoyote katika misingi ya kidini ambayo umechukua? ya yeah, kwa sababu lile tukio lilivyotokea kesho yake nilichukuliwa na viongozi wa dini, maustazi, rafiki zake baba, mashehe, wakaniweka chini wakaanza kunifundisha, kikweli walinionya walinipa misingi bora misingi imara, niliweza kuelewa kwao. Sasa hivi napitia ile misingi ambayo wameniwekea wamenijengea. Natokea baba yako aweze kukufukuza, bado unawasiliana naye kwenye simu? Au wazazi wako bado unawasiliana nao kwenye simu? Unajua, ni mzazi ni mzazi tu, yaani hata kama umefanya kosa gani, mzazi atashumu sawa, atashumu, atakasirika, lakini kuna muda anajirudi. Babangu ananitafuta, lakini sio kama amenisamea hapana, anauliza tu kwamba unaendeleaje, hivyo. Japokuwa amenifukuza, hataki kuniona, lakini sometimes ananipigia simu, naona kabisa moyo wake unaendelea kurudi. Najua ipo hipo siku tu atanipokea tena kama mwanaye.